Kaunia juga ni uhiki wakwa. Gawe kira na nyuki. Eh. Ya rutiga oke. Nani na bro? Ne mo oka. Mukia oka niki. Huh? Eni. Wau tora na nyuki niki na na wika raga mugumo. Nega na kuwa ni ndege ya mbaara. Akaikira ikirah ada moyi abis. Aku ada jati. Aku